Ulimwengu upate salama. Kabla ya kuzaliwa kwake, mambo mengi yalidhihiri. Moja ni kisa maarufu cha gavana wa Yemen, Abraha Alipotaka kuivunja Alkaaba na akatuma jeshi kubwa, akiwemo, wakiwemo tembo na tembo mkubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaliangamiza jeshi hilo. Hayo yote ni maandalizi kwa ajili ya kuzaliwa mtume wetu Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ni rehma kwa viumbe wote. Kwa kifupi sana, Allah subhanahu wa ta'ala anasema "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", sikukutuma wewe Muhammad ila uwe rehma kwa walimwengu wote. Baada ya Nabiyullahi Isa, ulimwengu fisidika kwa kuharibika itikadi, lakini pia watu wakaishi kwa kanuni za porini. Mwenye mali ndiyo mwenye haki, mwenye nguvu ndiye mwenye haki, wasiokuwa na nguvu, wanyonge wakadhulumiwa. Wanawake hawakuwa na thamani yoyote, mpaka ilifikilia anapozaliwa mwanamke basi huandaliwa shimo akazikwa akiwa hai. Machafu mengi yalidhihiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma mtume wa mwisho, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila maendeleo unayoyaona katika zama hizi ni kutokana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo basi Muislam unatakiwa uwe na pawa zaidi katika maisha yako kuliko kafiri yoyote. Salu ala nabi. Mwenyezimungu subhanahu wataala anasema muhammadun rasulullah llah walladhina maahu ashidau ala lkufar Muhammad Mjumbe wa Allah na wale walio pamoja naye wana power zaidi kuliko makafiri. Chukua hilo Muislam, katika ilmu ana power zaidi kuliko kafiri. Muislam katika ustaarabu anapawa zaidi kuliko kafiri. Muislam katika maendeleo anapawa zaidi kuliko kafiri. Kila jambo zuri Muislamu anapawa kuliko kafiri. Ukijishusha umejishusha mwenyewe, lakini levo ya kila Muislamu anatakiwa awe na pawa kuliko kafiri. Fikie mahala ndugu zangu Waislamu, Tujitambue. Tukishajitambua, tutajiuliza kwa nini tupo hapa, tunakosea wapi? Ukijiuliza swali hili Unaweza ukakuta Uislamu upo Dar es Salaam na wewe upo Shinyanga. Sijui kama mnanielewa, lakini tukienenda pamoja na Uislamu basi Muislamu ni mtukufu zaidi kuliko kafiri. Ndugu zangu, hakuna kitu ambacho kinaweza kututukuza sisi kama kufata mwenendo wa mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. mmoja katika sifa waliopewa wafuasi wa mtume Muhammad, ruhamaa bainahum, wana sifa ya kuhurumiana wao kwa wao. Na kwa nini isiwe hivyo, hali ya kuwa kiongozi wao mtukufu wa darja, yeye sifa yake ya kwanza ni huruma.

una huruma kwao hao wafuasi wako, na ungekuwa mswavu wa moyo na mkali, wangekukimbia wote walioko kando kando yako, yani walio pambizoni mwako, wafuasi wako. Sifa ya upole ndiye mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, lakini alikuwa mpole katika yepi? Sallu ala nabi. Hakuwa mpole wala hakuwa na huruma katika mambo ya hovyo lakini katika mambo mengine yote alikuwa mpole. Nisichukue muda mrefu sana, nikuombeni kupitia hafla hii, kwanza tujihurumie sisi wenyewe lakini pili, tuwahurumie watoto wetu, tuhurumie familia zetu, tunakokwenda kugumu. Mheshimiwa Shekhe wa, wa mkoa, dunia imeharibika. Hebu fikiri tu kwa jambo moja zito lililoko katika ulimwengu sasa hivi, kufanyiwa kampeni mwanamume mzima aolewe. Fikiri hilo. Tendo hilo, tendo hilo liliangamiza kaumu Luthi lakini leo linafanyiwa kampeni, mwanamume amuoe mwanamume mwenzake. Tuwe na huruma. Nimesema ni mfano wa jambo moja, lakini yapo mengi. Naligusa moja la mwisho leo, ilmu ya dini. Ilmu ya dini ni mtihani, na naomba mniwie radhi, tumejisahau kidogo. Tunafurahi leo sisi tunasimama, tunazungumza. Leo tunaweza tukazungumza hoja ya maulid, tukatetea hitma. Baada yetu sisi nani atazungumza? Kutana na mashekhe wale tunaoita mashekhe Muulize kuhusu mirathi, mtihani. Sallu ala nabi. Nilikuwa naligusa tu kidogo ni kwamba kwa ilmu inapotea, lakini bahati mbaya hatusomeshi. Yapo mengi, lakini haya mawili yatutoshe. Mtume Muhammad amekuja kwa ajili ya kukomboa ulimwengu na yeye ndiyo mtume wa mwisho. Idhan fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alayhi wa sallam ghayat maramihi wa marma. Ikiwa hivyo ndivyo, basi atafanikiwa yule ambaye atakayemwadhimisha mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wasalam katika kila jambo lake upeo wa kumwadhimisha, na huwezi kulifanya hilo kama hujui. Ukitembea umwadhimishe mtume, ukila umwadhimishe mtume, ukivaa umwadhimishe mtume, ukizungumza na watu umwadhimishe mtume alayhi wa sallam. Ukipatanisha muadhimishe mtume Sallallahu alayhi wa sallam. Ukiishi na familia yako muadhimishe mtume. Unapopata mtihani muadhimishe mtume. Ukifurahi muadhimishe mtume.